Okay, unatamani uweze kupiga screenshot katika simu yako ya iPhone kama nilivyoweza kuelekeza hapo mwanzo. Jinsi gani utaweza kufanya? Utaingia katika simu yako ya iPhone. Then utaenda katika application ya settings. Ukishaingia settings then utaenda katika sehemu imeandikwa double tap. Sasa unaweza ukaseti either uguse mara mbili ama uguse mara tatu katika simu yako ili iweze kufanya kitu fulani. Sasa unaweza ukaicustomize kwa njia mbalimbali. Sasa mimi ya kwangu nimeseti kwa mara mbili iweze kunipigia screenshot. Sasa kama ulikuwa unataka jinsi ya kupiga screenshot sasa kwa njia rahisi, unaweza kumweleza pale bali double tap then ukishuka chini utakuta ziko baadhi ya shortcuts ambazo zimeshawekwa na simu, utakuta ziko kibao. Sasa unaweza ukachagua, wewe unachagua mwenyewe unataka ipi iweze kutokea. Sasa mimi ilikuwa ni screenshot, si ndio? Hivyo kwamba nikipiga nikibonyeza mara mbili screen yangu kwa nyuma, then inaweza ikapiga screenshot katika simu yangu. Sasa hivyo ndio unaweza kuset mimi pia, unaweza ukaiset kwamba ukibonyeza mara mbili iweze pia kuwasha tochi. Utachagua pale chini kuna sehemu imeandikwa tochi. Ndio namna ya kuweza kuseti shortcut katika simu yako ya iPhone. Kama mpendezwa na hii video, sisau kunifolo, kushare. Until the next one, peace out.